Watu wengi tulishuhudia namna ambavyo msanii Diamond Platnum kuna kauli ambayo alitumia kwa wasanii wenzake na kauli hiyo kiukweli haikuwa kauli nzuri. Tunakumbuka katika siku eh, ya show kubwa ambayo aliweza kuifanya pale Kigoma mjini, msanii Diamond Platnum alizungumza na wana Kigoma na kudai kwamba kama kuna msanii yoyote ambaye anamweza kimziki basi asogee hapa ashindane naye, jambo ambalo kila msanii ameonekana kutopendezwa nalo, lakini pia kufikia hatua baadhi ya wasanii wakazungumza kuhusiana na hilo swala, tuliweza kushuhudia msanii Mbosokani, yeye pia hakupendezwa nalo, msanii Alikiba, msanii Chino Kid, wote hao ni wasanii ambao hawakupendezwa na kauli ambayo msanii Diamond Platnumz aliizungumza pale Kigoma mjini. Ni namna fulani hivyo ambayo alitumia kama vile wadharau wasanii wenzake. Lakini pia kauli ile imeonyesha watu wengi kwamba huenda msanii Diamond Platinum, eh, ye, ye, kwa sasa hivi yeye ameamua kuwachukulia wasanii wenzake kawaida, jambo ambalo sio kweli. Leo kesho wale wale wasanii ambao umewadharau wanaweza wakapanda juu. Mwenyezi Mungu ni mtu wa ajabu sana, anaweza kakushusha wewe ambaye upo juu, lakini yule ambaye yupo chini akapandishwa mara moja, na ukashangani nini ambacho kimetokea. Wasanii wangapi ambao tulikuwa tunawaona ni wasanii wana mafanikio makubwa katika sanaa ya muziki lakini sasa hivi hawasikiki. Ni yaani, wasanii wengi sana ambao walikuwa wanafanya vizuri, lakini baadaye muziki wao kashuka kwa kiasi kikubwa sana, na ubao ya wa sanaa ya muziki ni yaani kwamba usipoendelea kufanya zaidi na zaidi, basi utafikia hatua utachuja, na baadaye mashabiki wataamua kukutupa na kwenda na yule ambaye anafanya vizuri. Sasa Diamond Platnumz, ile kauli yake ambayo aliizungumza ni kauli ambayo haijawapendeza wasanii wenzili zake lakini pia mashabiki wengi sana ambao walikuwa wanamshabikia msanii Diamond Platnumz hawajapendezwa na hiyo kauli, na kumchana Diamond, ukweli kwamba bwana, umezingua awamu hii. Uh, umekosea sana, haitakiwi kabisa kuonesha kwamba wewe ni wa juu zaidi, haitakiwi kabisa kuonesha majivuno wasanii wenzako eh, na tofauti na hapo, ungetakiwa ushirikiane nao na uwainue mpaka wafike hapo ambapo wewe binafsi eh, umefika. Kwani tumekuwa tukiona katika mataifa tofauti tofauti, wamekuwa wakiinuana sana sana katika masuala ya mziki. Ukiangalia wenzetu wa Nigeria, wa Nigeria ni wasanii ambao wanasaidiana sana katika sanaa ya mziki, na ndio maana ukienda Nigeria huwezi uh, kukuta wasanii wako kimatabaka, yani hawa eh, wanaoshabikia WCB hawa wanashabikia WCB, hao wanashabikia King Music. Hauwezi kukuta record label eh, ziko tofauti tofauti. Kule Nigeria wao wameendelea kushirikiana lakini pia hata kama kuna record label tofauti tofauti wanawasiliana vizuri na wanashirikiana vizuri, lakini hapa Tanzania mziki uh, eh, umekuja kuwa mziki wa matabaka kutokana na namna ambavyo msanii Diamond Platnumz hapo nyuma na Alikiba waliamua kuweka. Kwa sasa hivi hakuna shabiki ambaye anamshabikia Alikiba atamshabikia Diamond Platnumz, hakuna shabiki ambaye anamshabikia Diamond atamshabikia msanii Alikiba, jambo ambalo limesababisha mziki wa hapa Tanzania uwe kimatabaka zaidi, tofauti na wenzetu ambao wapo huko nje. sasa siku ya leo msanii um, Diamond Platnumz ni kama vile amejirudi, ni kama vile ameona ile kauli ambayo aliitumia kwa wasanii wenzake sio kauli nzuri. Huenda kuna mtu ambaye ameweza kumshauri uh, msanii Diamond Platnumz kwamba anatakiwa kurekebisha kauli yake, lakini pia ikiwezekana aombe msamaha kwa ile kauli aliyoitoa kwa wasanii wenzake, wasanii wenzake waweze kuona uh, ni kwa namna gani amejutia kile kitu ambacho alikifanya. Diamond Platnumz kupitia peji yake ya Instagram ameweza kuposti posti ambayo inaonesha ana show kubwa sana tarehe 31 Desemba, uh, lakini pia katika caption akaamua kuandika ujumbe na ujumbe huu ameandika unasema: nashangaa kuona wasanii wanalalamika kuhusu kauli niliyoisema. Kama kuna kenge yeyote ananiweza kwenye mziki asogee. Okay, kifupi sijamtaja mtu sijamtaja mtu jina, kingine siwezi dharau miziki ya wengine. Lakini mmesahau mziki ni ushindani, na mimi nimeshawashinda kwa vingi, nipo juu zaidi na ninaitambulisha East Africa kwa sasa. Kama kuna mtu yoyote ilimkwaza, ni sameheni yaisha. Alafu akaweka emoji ya simba, kwamba yeye simba ataendelea kubaki tu kuwa kama simba. Na ukiuangalia kwa makini huu ujumbe wa msanii Diamond Platnum Uh, unaonesha wazi ni kwa namna gani amewakumbusha wasanii kwamba yeye ni Diamond. Yeye ni msanii wa Tanzania ambaye anaiwakilisha Afrika Mashariki kwa ujumla, lakini pia yeye ndiye msanii wa pekee ambaye ameweza kutambulika zaidi uh, duniani tofauti na wasanii wengine wa hapa nchini Tanzania na hilo swala ni kweli. Uh, Diamond Platnumz amesababisha mziki wa Tanzania ukafahamika uh, kwa asilimia kubwa sana. Uh, Ukiangalia uh, Diamond Platnumz amewahi kufanya show, uh, na show yake unaweza uh, kuta labda ameenda kuperform katika harusi analipwa bilioni moja bilioni mbili suala ambalo msanii wa hapa Tanzania yeyote hakuna msanii hata mmoja ambaye amewahi kufanya show akalipwa bilioni moja au bilioni mbili. Wasanii uh, wengine wakubwa unaweza kusema kama msanii Alikiba uh, show za msanii Alikiba ni show uh, za bei ya kawaida tu uh, anaweza kalipwa milioni 20, milioni 30 hajawahi kufika bilioni. Lakini Diamond Platinum namna ambavyo anafanya muziki wake vizuri imemsababisha mpaka akawa anafanya show kwa sasa hivi, anaperform tu muziki wake wa kawaida ndani ya dakika 15 dakika 20 tayari kula bilioni moja. Ma harusi, eh, harusi ngapi Diamond Platnum ameenda kufanya show ndani ya muda mchache tu na akalipwa bilioni za pesa? Matajiri wangapi wamemuita Diamond Platnum afanye, eh, show katika, eh, ndoa zao afanye show katika sherehe zao na wakamlipa mabilioni ya pesa? Hivyo basi tunaweza kusema huenda Diamond Platnum, eh, kile ambacho alikizungumza kikawa, eh, kina ukweli ndani yake kwamba hakuna tena hapa Tanzania msanii yeyote ambaye anamfikia Diamond Platnumz kimuziki, tunaweza tukakubali tu hilo, ili mradi tu mambo mengine yaweze kuendelea, kwa sababu Diamond ni msanii ambaye anaiwakilisha Tanzania kwa kiasi kikubwa sana. Hakuna msanii mwingine yeyote ambaye ameweza kuisogeza sanaa hii ya muziki kuonekana ni sanaa ambayo e, itaweza kusababisha ikapatisha ajira vijana wengi, lakini pia e, ni kazi ambayo hakuna mtu alitarajia au alidhani kama ingefikia hapa ambapo Diamond Platnumz amefikisha huu muziki wa hapa nchini e, Tanzania, lakini pia namna ambavyo anasaidia vijana katika rekodi lebo yake ya WCB. Eh, basi unaweza kusema wao msanii Diamond anastahili kuwa king wa Bongo Flava. Mara nyingi sana ili taji la ufalme wa Bongo Flava huwa linagombaniwa na watu wawili, Diamond Platinum pamoja na msanii Alikiba, na mpaka siku ya leo bado mashabiki hawajaweza kuamua ni nani ambaye anafaa kuvaa hili taji la mfalme wa Bongo Fleva, lakini siku ya leo, hebu tuachie maoni yako. Unafikiri ni nani kati ya Diamond pamoja na Alikiba anafaa kuwa mfalme wa Bongo Fleva, Alikiba au msanii, uh, Diamond Platnumz? Tuachie comment yako hapo chini ukiwa umemchagua msanii ambaye wewe binafsi unahisi au unadhani anastahili uh, hilo taji la ufalme wa Bongo Fleva, lakini pia unafikiri ni kwa nini uh, yeye amefaa kuliko uh, mwingine tuachie yako Lakini pia kama una upendo wa dhati kwao, bonyeza neno subscribe kuonesha upendo wako wa dhati kwa, ya kwamba wewe ni shabiki wa Diamond au ni shabiki wa msanii Alikiba. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu na utapitwa na habari zetu za kiburudani ambazo zina kiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania.